Ama hakika hili ni la kustaajabisha, kuwepo kwa mji uliojificha katika sayari ya Mars. Ama twaweza kusema kwamba haya ni maajabu ya ulimwengu. Maili milioni 140, sawa na kilomita milioni 225. Huu ni umbali uliopo kati ya sayari ya Mars na sayari ya dunia. Sasa katika picha nyingi za satelaiti zimekuwa zikimulika sayari ya Mars na kuionyesha kuwa ni sayari ambayo haina dalili yoyote ile ya viumbe hai. Lakini je, umewahi kufikiria kuwepo kwa mji uliojificha? Naam, nikimaanisha mji wa watu wanaoishi, mji uliojificha katikati ya mapango makubwa ya sayari ya Mars, Mji unaosadikika kuwa na watu wenye hasira na tabia za kidunia. Lakini jibu litakuwa hujawahi kufikiria hata siku moja, kama katika ulimwengu huu kutakuwako na sayari ambayo kuna viumbe hai wanaoishi kama sisi binadamu, kutakuwako na sayari ambayo kuna viumbe hai ambao watakaokuwa wamejenga majengo kwa utashi mkubwa. Je, katika ulimwengu huu ambao tunauita dunia ama ulimwengu na sayari zake, kutakuwako na maisha nje ya dunia? Sasa kama hujawahi kufikiria, hebu fikra zako zisafiri umbali wa maili milioni mia moja arobaini na ziweze kutazama picha hizi za mji uliojificha katika sayari ya Mars, mji uliojengwa kwa utashi na ustadi wa hali ya juu, mji ambao umejishindilia katika mapango makubwa fikra zako ziweze kuona watu hawa wanaoishi katika mapango haya wana maisha gani? Je, watu hawa wanaoishi katika sayari hii ya maasi chimbuko lao limetoka wapi? wanakula nini? wanafanya aktiviti gani? Je, ni binadamu kama tulivyo sisi binadamu? Watu hawa wanaoishi katika sayari hii ya Mars wanaonekana kuishi kwa upweke mkubwa. Je, furaha yao yatoka wapi? Je, watu hawa huzungumza lugha gani? ni watu wa makabila. Lakini je kubwa zaidi, watu hawa wana utawala ama Watu hawa hupigana vita kama tunavyopigana sisi duniani ya leo. Lakini kubwa zaidi la swali la kujiuliza, watu hawa watakuwa tayari kutupokea sisi binadamu kutoka katika ulimwengu huu ama katika dunia yetu kama wageni? Ukarimu wao utakuwa ni ukarimu uliotukuka? ama je itakuwa ni vita kubwa kati ya watu waishio katika sayari ya Mars na watu watokao katika sayari ya dunia? Zile akili za mwanadamu aliishi katika dunia za kutaka kuitawara sayari ya Mars, je zitafanikiwa? Maana tulijua kwamba sayari ya Mars haina mtu, sasa ina wenyewe wanaoishi katika sayari hiyo. Hakika haya tunaweza kuyaita ni maajabu ya ulimwengu, na zile fikra za kusema kwamba katika ulimwengu huu huenda kukakuwako na sayari zingine zenye maisha kama maisha yetu ya dunia, huenda kukawako na sayari zingine zenye viumbe hai kama walioko katika dunia yetu, zitaendelea kusadikika na kuleta tumaini jipya la maisha nje ya ulimwengu. Basi kwa leho, fikra zetu zaishia hapa kwa kutazama maisha mazuri yaliyoko katika sayari ya Mars, na mahakika mji huu wa kufikirika siku moja utakuja kutawaliwa na wanadamu.